Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ni wiki iliyopita tu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati eh, Dkt. eh, Doto Mashaka Biteko alizindua mkakati wa kitaifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia. Eh, na katika mkakati huo ulikuwa umelenga kwa ajili ya kuanza rasmi eh, kampeni ya kutoa elimu kwa wananchi kutoa elimu kwa watu wa aina mbalimbali e, matumizi ya nishati safi ya kupikia e, kwa hiyo leo hapa e, serikali kupitia Wizara ya Nishati tumekuja sasa rasmi kuzindua huo mkakati e, wa matumizi ya nishati nisha safi ya kupikia kwa kutumia umeme. kumekuwa na juhudi mbalimbali mbali zinazofanywa na serikali, zinazofanywa na sekta binafsi, sekta za umma, lakini na makundi mbalimbali mbali. Na ndio maana leo sasa hapa tumekuja rasmi kuanza ile kampeni sasa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia lakini kwa kutumia umeme kupitia kampuni ya, ya Mex ambayo yenyewe inahusika na masuala ya nishati safi ya kupikia kwa kutumia umeme. Wanaanza rasmi sasa kutoa elimu katika mikoa e, yote ya Tanzania, ba mnafahamu vizuri sana kwa sasa hivi nchi yetu na umeme wa kutosha. Tumeshakamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo takribani linaenda kuzalisha e, megawati ya 2115 na umeme uliopo sasa hivi nchini upo takribani megawati elfu nne na thelathini na moja na tayari tumeshapeleka umeme katika vijiji vyote Tanzania 12,318 lakini pia tuna mpango wa kupeleka sasa, tunaendelea na mpango wa kupeleka umeme katika vitongoji vyote ambavyo havijapatiwa umeme, viko elfu 30 kwa sasa hivi. Kupitia mikakati hiyo sasa tayari umeme uta, matumizi ya nishati safi ya kupikia, tumezoea mitungi ya gesi e, tumezoea mkaa poa e, tumezoea na teknolojia mbalimbali mbali. Lakini sehemu kubwa ya, ya wananchi e, wa e, wa na hasa Watanzania bado hawajakuwa na uelewa kwamba umeme pia e, ni, ni nishati safi ya kupikia ni salama kupikia, lakini pia umeme ni gharama nafuu. Sasa katika kuhakikisha kwamba tunaenda kutoa hiyo elimu kwa wananchi mbalimbali Tanzania nzima, basi leo sasa tumezindua huu mpango maalum wa kwenda kutoa elimu kwa watanzania wote kwamba ni nishati safi ya kupikia kwa umeme inawezekana. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.